Benki Kuu ya Tanzania imetangaza kuwa pato la taifa limekuwa kwa asilimia moja kwa kipindi cha nusu mwaka ya kwanza elfu mbili na kumi na sita na kufikia asilimia sita nukta saba ikilinganishwa na asilimia tano nukta saba kwa kipindi kama hicho mwaka elfu mbili na kumi na tano huku baadhi ya sekta zikifanya vizuri zaidi ikiwemo sekta ya usafirishaji, uhifadhi mizigo, pamoja na uchimbaji madini na gesi. Estabela Malisa ana taarifa zaidi. Pato hilo limeelezwa na gavana wa benki kuu Beno Nduru kuwa limetokana na kujumlishwa kwa asilimia za robo ya kwanza ya mwaka na zile za robo ya pili kuanzia Aprili hadi Juni mwaka huu ambazo ni asilimia saba nukta tisa. Mkuu huyu wa taasisi yenye zamana ya kusimamia uchumi wa nchi amezungumzia shughuli zinazochangia ukuaji huo wa uchumi ambazo ni uchukuzi, uhifadhi wa mizigo, ujenzi na kilimo. Kinachofanyika ni kuwa kilimo imekuwa kwa kota hii hii ambayo ya pili ilikuwa kwa asilimia tatu nukta nne, lakini mchango wa kilimo katika uchumi, uzito wake ni mkubwa kuliko sekta nyingine yoyote ukichukua sekta moja moja. Deni la taifa nalo imeelezwa tayari limeanza kupunguzwa na hadi sasa tayari zaidi ya shilingi bilioni tisini na tano zimekwisha lipwa, huku shughuli nyingine za serikali zikitegemea mapato yake ya ndani. Mwaka huu mapato ya kwetu wenyewe imeongezeka kwa asilimia thelathini na nne ukifananisha na mwaka uliopita, lakini kitu kikubwa zaidi karibu bajeti yote matumizi yote katika miezi miwili, iwe yale ya kawaida, iwe yale ya maendeleo, ukiondoa ulipaji wa madeni ambayo sehemu yake, baadhi ya ulipaji wa madeni sehemu yake inachangiwa pia kwa kwenda kupata fedha kwenye soko la fedha. Upitishwaji wa mizigo katika bandari ya Dar es Salaam imeelezwa imeendelea kuongezeka kwa nchi zote zinazopitisha hapa isipokuwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wale ambao wamefanya baadhi ya utafiti, kitu kimoja kwa mizigo ya DRC. Baadhi yao wamechukua advantage ya kuwa randi ya South Africa imeporomoka sana. Taarifa hiyo ya nusu mwaka inaonyesha kuwepo kwa matumaini ya kufikia lengo la ukuaji wa pato la taifa kwa mwaka 2016 ambalo ni asilimia saba nukta mbili. Esta Bela Malisa, Azam News, Dar es Salaam. Basi kuliangalia hili tukiutaalamu hapa studio tunaye uh, Brevius Kayoza. Yeye ni mhadhiri wa uchumi kutoka chuo kikuu cha Kampala. Karibu sana studio. yeah, tunapozungumzia swala la uh, pato la taifa kukua au mm -hmm. kushuka kwa pato la taifa mm -hmm. ki, uh, kiutaalamu au kwa lugha rahisi hasa mm -hmm. ni kitu gani? Uh, hapa tunazungumza maana yake rahisi kwa ni kwamba ni uzalishaji katika nchi katika kipindi cha muda fulani. Lakini tunapozungumza ukuaji huu wa nusu mwaka ambao amesema uh, profesa Beno Ndulu mm -hmm. uh, kimsingi hapa anamaanisha ukuaji uh, wa muda, sio ukuaji wa moja kwa moja yani uh, growth rate sio level of growth. Kwa kifupi tunamaanisha kwamba uh, shughuli mbalimbali za kiuzalishaji ndani ya taifa hilo, taifa hili kwa kipindi cha miezi sita Uh, limeimarika lime kama alivyosema mm, kutoka asilimia 5 mpaka saa hizi asilimia sita nukta saba. Ndiyo sekta ambazo zinaonekana zimechangia ni sekta ya uchukuzi uh, madini. Miaka iliyopita au mwaka jana ilikuwa ni sekta ya mawasiliano mm. Kitu kama hicho. Ni kitu gani kwa uchukuzi ambacho kimechangia sasa hivi? Uh, labda ka, ka, kabla sijajibu moja kwa moja ilo swala la uchukuzi kukua. uh, kuna tafsiri hapo utakapoangalia hizi takwimu za uh, BOT mm. Benki ya Tanzania na zile takwimu ambazo zinatolewa jana na NBS, utaona kuna u, utofauti uh, mkubwa sana wakati NBS wanasema umekuwa kwa asilimia 67.9, utaona kuna gap kubwa, kubwa uh, sana ya, hapa ya, lakini hata ukirudi kwenye hizo takwimu zenyewe za kila sekta, kwa mfano tunazungumza sekta ya usafirishaji ambayo inaonekana imekuwa kwa zaidi ya eh, takriban asilimia 30, okay. Lakini ukiangalia takwimu eh, eh, za NBS Bureau of Statistics zinaonyesha kwamba zenyewe inaonesha asilimia 30 lakini za BOT zinaonyesha 7.7 7.6. Uh, hili linaweza likawa uh, linatoa tafsiri uh, inayoweza kuwa inakanganya kidogo kwamba takwimu sehemu moja zinaongezeka, sehemu nyingine zinaonekana ni kidogo. Lakini kwa nini sekta ya usafirishaji inaonekana kwamba imekuwa kwa takwimu zote mbili, walau hata bila kujali huu tofauti? Moja ni kwa sababu ya shughuli zenyewe za kiuzalishaji ah, katika eh, nchi yetu, hasa kutokea ah, bandari ya Dar es Salaam kuelekea nchi zingine. Of course kuna jambo linaulizwa hapa kwamba inawezekanaje wakati tumesikia kwamba watu fulani eh, wamesusia mm, ah, na masuala kama haya yeah. Lakini utaangalia, ukiangalia takwimu kwa ndani kuta usafirishaji ambao umezungumza sana ni wa ndani ya ya nchi yetu kwa ujumla. Aha. Na labda uh, pato la taifa linaathiri vipi au linaathiriwa vipi na pato la mtu mmoja mmoja? Maana uh, yeah, wanasema uchumi umekuwa, pato limeongezeka, lakini hali za wananchi zinakuwa duni. Kwa kweli hapo, Rehema, ndo kuna maswali mazito sana. Um. Au ukiangalia ukuaji wetu ukuaji wa uchumi huu kwa kweli katika taifa letu uh, ni vigumu sana hasa kwa wachumi kusema uchumi huu unakuwa. Uchumi huu haukui, kwa sababu utaangalia kiwango cha ukuaji wa watu kwa maana ya population ya asilimia 3.6. Uchumi wetu unakuwa kwa chini ya asilimia 10. Maana yake ni kwamba ukuaji wa idadi ya watu una dosha ile hali ya, ya, ya, ya, ya, ya ukuaji wa uchumi kwa maana ya pato la mtu mmoja mmoja lakini ukienda kwenye kipimo sahihi cha kupima ukuaji wa uchumi ambacho tunakiita RHDI yani real household disposable income, kipato cha kwenye familia utaona kinashuka kwa kiwango kikubwa sana kwa ukuaji huu mara nyingi hau au reflect au akisi haya ma, e, uzalishaji wa mtu moja moja pia na uwezo wake wa kununua. Lakini kubwa sana ambalo linatokana na hili na ambalo tutapaswa kubadilisha ni upimaji wa ukuaji wa pato la taifa. Leo duniani, utaona nchi zinazoendelea zinabadilika. Tunapima ukuaji wa pato hili kwa kutumia GDP, Gross Domestic Product. Hii inaweza kutokea rema, mimi na wewe tukiwa na viwanda vya kutosha ndani ya nchi, tukazalisha vya kutosha, uchumi unaweza kuonekana unakuwa. Kwa hiyo kwa, kwa wenzetu, hiki sio kipimo hasa cha ukuaji wa uchumi, hiki ni kipimo cha shughuli za kiuchumi, na hapa ndipo wanasiasa wetu wanapaswa kubadilisha fikra kwamba GDP haipimi moja kwa moja pato la mtu moja moja. Aha. Na, na sababu labda ya kukua au kupungua kwa pato la taifa ni zipi? Na labda ziko mikononi mwa nchi au kwa wananchi wenyewe? Uhalisia ni nini hapa? Ah, uh, uh, kimsingi uko ili ni jukumu kubwa sana la, la serikali. Hmm. Kuna vipimo vikubwa, kuna vitu vikubwa vitatu ambavyo vinachagiza katika ukuaji uh, wa uchumi. Moja ni mitaji, tunasema capital, na pili ni uzalishaji uh, ambayo tunasema uh, ni, ni production. Uh, na ukijaribu kuangalia hivi vipimo vipimo vyote jinsi ambavyo vinapaswa kuwa vinachochea. Na la tatu, tusahau niwe sijasahau, ni leba. Kazi, nguvu kazi sasa, utajaribu kuangalia kwamba serikali lazima iweke mazingira yote mazuri kwa kuhakikisha kwamba eh, uh, uhamishaji wa mitaji kutoka sehemu moja kwenda nyingine unakuwa mzuri zaidi, uh, nguvu kazi inakuwa imeboreka, lakini leo kuna swala la teknolojia. Sasa ukiangalia katika nchi yetu hapa, kumekuwa tatizo kubwa sana kwa sekta ambazo zinakuza uchumi wetu. Kwa mfano ukiangalia taa hizi ambazo zimetajwa leo, utaona sio sehemu ambazo zinawagusa sana wananchi moja kwa moja. Kwa hivyo lazima hili badilike, lakini la pili utaangalia katika nguvu kazi, kumekuwa tatizo kubwa sana. Kwa mfano utaangalia uh, pato i mean, ukosefu wa ajira bado ni zaidi ya asilimia kumi kwa mujibu wa takwimu za BOT pia na NBS. Na ukienda ndani zaidi utakuta lipo gap kubwa sana kati ya waajiriwa sehemu moja na sehemu nyingine. Nitakupa mfano mdogo eh. kwa takwimu za hivi karibuni za uh, global domestic consumption and projections zimeonyesha kwamba kwa miaka kumi na mitano iliyopita asilimia tano ya asilimia kumi ya watu ambao ni wa daraja la kwanza wamepata mara tano zaidi zaidi ya watu asilimia arobaini ya mwisho, ni zaidi ya watu milioni ishirini kwa asilimia kumi ambao ni watu kama milioni tano hivi wamepata kipato kikubwa zaidi kuliko wengine. Hili linaonyesha kwamba kuna tatizo kubwa sana katika mgawanyi wenyewe, lakini la pili, kuna gep kubwa sana lakini la pili katika hili ni hili la mishahara yenyewe. Kwa mfano utaangalia takwimu zingine zinaonyesha kwamba kwa mwaka 2014 kwa mfano sehemu ya juu ya asilimia tano waajiriwa wote serikalini na sekta binafsi wamepata mara tano mara tatu zaidi, mm, zaidi ya wale asilimia 67 ya chini, kwa maana zaidi ya laki tisa na kuendelea, wengine wakipata laki tatu, hao ambao ni wengi zaidi. Kwa hiyo hata uchumi huu ukikuwa, unaweza kuwa unaonekana unakuwa kwa namba, lakini nyuma ya namba watu hawa hawaonekani. Tunakushukuru sana, nashukuru sana. Ni Brevius Kayo, yaani, uh, mhadhiri wa uchumi kutoka Chuo Kikuu cha Kampala.